Naitwa Tumaini Msowoya, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya Chama Cha Mapinduzi mkoa wa Iringa. Tunaadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa CCM. Kama ni mtu mzima basi alizaliwa, sasa hivi ni amekuwa mtu mzima kabisa. Lakini tunaadhimisha miaka hii tukijivunia utawala wa rais mwanamke wa Tanzania anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia kwenye haya maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa CCM, tutamkumbuka na sisi wanawake tunajivunia yeye kwa sababu amekuwa mmoja Livu, mstahimilivu, lakini ukiangalia miradi ya maendeleo iliyofanyika ni mikubwa wakati wake, na kwa mfano tu Iringa ilikuwa mgonjwa, akitaka mgonjwa wa figo alikuwa na kufanya matibabu mbali Dodoma Dar es Salaam na wakati mwingine wengine walipoteza maisha kwa kushindwa kufanyiwa matibabu hayo, lakini vifaa tiba vilikuwa havipo. Sasa hivi tunazungumzia miaka 49 ya kuzaliwa kwa CCM, wakati ambao chama kimepiga hatua kubwa, maendeleo yanaonekana, vifaa tiba vimeongezeka. Ukija sekta ya elimu, imefanyika miradi mikubwa, lakini ukija kwenye upande wa barabara, barabara za lami zinaendelea kuongezeka, na kwa Iringa tumeona kero nyingi zinatatuliwa. Mwanamke huyu Mama Samia Suluhu Hassan ni mfano wa kuigwa. Kwa majina anaitwa Sarah Joni Ponela, ni diwani viti maalumu manispaa ya Iringa mjini. Leo katika siku ya kuzaliwa kwa chama chetu miaka 49, kwanza tunamshukuru Mungu, lakini pia tunashukuru viongozi wetu ambao ni mhimili walichokishikilia hichi chama kwa muda wa miaka 49. Na nyinyi mnafahamu chama kikikaa kwa muda wa miaka 49, ina maana kina viongozi mahiri, pamoja na changamoto zilizopo, lakini bado chama kimebaki kuwa imara mpaka sasa hivi, hapa tunapotimiza miaka 49, na tumebakiza mwaka mmoja kufika kwa hiyo si jambo dogo, lakini pia ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Hassan Suluhu. Chini ya uongozi wake mmeona vitu vilivyofanyika katika chama toka miaka hiyo 49 toka tulikotoka mpaka sasa hivi. Waandishi wa habari mnaweza mkaona barabara bara, sekta ya afya, maeneo mengi. Kwa kweli kama mwanamke ninajivunia, na kama diwani wa viti maalum tunapewa nguvu sana kutoka kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa nafasi kwamba wanawake tunaweza. Kwa hiyo na mimi ni...